Ac si Jericho, maisha ya mwanadamu, right. Dakika ndizo zile ambazo zinakatika. 42 mwendo wa saa 12 za asubuhi East African time, majira haya yakiwa ni Afrika Mashariki, yanayotendeka Hey. Wakenya wameamua hawatolipa Hustler Fund, eh? Hustler Fund wanasema kwamba za hivi bala, yaani deni hilo ambalo, ama si deni vile, mkopo ambao ulikuwa una peano pale e, kipindi serikali ya Kenya Kwanza ilipokuja madarakani ikatoa e, mkopo hasla okay, ikawa basi wengi walikuwa wanapata shilingi mia tano pale e, mkopo ule wa hasla fund vile. Sasa sasa hivi, uh, kulingana na ripoti ambayo imeweza kutolewa na yule ambaye e, katibu wa biashara ndogo ndogo, anaitwa Susan Mangeni amesema kwamba hayo madeni hayajalipwa na serikali inanuia kufutilia mbali deni la shilingi bilioni sita vile kwa e, sababu zile e, juhudi za kuwanasa wale waliotoroka na mikopo basi zimeweza kugonga mwamba. Na serikali pia vilevile inawarai wabunge waweze kufanya nini, waweze kupitisha bilioni tano zaidi e, kwenye bajeti ya mwaka huu ili kuweza kufadhili hazina hiyo. Lakini unavyosikia ni kwamba Hasla Fund jamani, watu <laughs> walichukua mkopo wakakula hiyo pesa wakanunua mandazi, alafu hawalipi. Eh watu <laughs> mkopo mwingine mnataka tupewe namna gani, eh, kama ile ambayo tulipewa na serikali watu hawajalipa, lakini eh, kulingana na Mangeni pia kuna baadhi ya wale ambao walilipa lipa, -lipa. Kwa hivyo kuwa nalipa na interest inaongezeka, ushaelewa. Lakini kuna yule aliyechukua kipindi alipopewa 500 yake, yule aliyepewa 600 yule aliyepewa 700 hadi wa leo bado haijaongeza ama hatajalipa tasumni eh na waziri wa mambo ya ushirika na vyama vidogo vidogo hapo hivyo upalanya alisema, na wanasa kwa nguvu hivi. Katibu wake anasema kwamba jitihada ama juhudi za kuwanasa wale ambao wametoroka na madeni hayo zimeweza kugonga mwamba. Sasa uenda serikali kafutilia mbali deni la shilingi bilioni sita ambalo eh, limekuja pale kuhakikisha kwamba katika swala hilo nzima, jamani, hakuna kusonga. Ya? Sasa wabunge wanatakiwa kwamba waweze kuunga mkono kupitishwa kwa shilingi bilioni tano ili kuweza kufadhili mkopo huo husika. Eh, sauti so yake hapa, Koskei ama nani huyo, Susan Susan akizungumza uh, mangeni hapo jana akisema hivi: to fund the 4.5 million that will be graduating to the bridge but also at the same time also to take care of the new applicants who are onboarding hustle fund every day. nasema yeah, kwamba jamani madeni haya yajalipwa ila wanataka kwamba additional fund hiyo ya 5 billion shillings wabunge wapitishe e, kisha one bwana mambo yatakuwa namna gani. Lakini sasa hivyo e, ndivyo hali ilivyo. Je, ulichukua Asda fund na kusema tu kweli, by the way, uli ulilipa <laughs> ulilipa eh, ulilipa ngapi wewe Asda fund yako ile uliyochukua eh, ama uko miongoni mwa <laughs> Halafu kumbuka, vipi wanasema sasa, wale walio na degree feki eh, wale ambao wako na degree feki, sema mnakujiwa. Kama uko na degree feki mahali, jua kwamba unakujiwa sasa hivi eh. Idara mbalimbali zitakuwa mbali, zinahusishwa eh, ili kuwalenga wafanyikazi wa sekta za umma pamoja na zile za kibinafsi. Manako sema kwamba watu wana degree feki, wana wana vyeti eh, gushi vya masomo, ila wanapokea mshahara wengine ambao wamesoma wame eh wamebobea wame katika sekta husika, they don't have jobs, hawana kazi you see. Sasa inakuwa kwamba wale wenye vyeti feki ve, ndio wanasoma eh ama wanapata mshahara kwa sababu vyeti vyao ni feki, na wana wako na kazi, mshahara mzito mzito. Kwa hivyo ni kitu ambacho eh, msako wa EACC eh ni tume ya kupambana na ufisadi hapo EACC itakuwa inaangalia angalia, angalia pamoja na mashirika mbalimbali mbali ya serikali kuweza na kwamba kama una cheti feki cha masomo basi eh? utakuwa, una, una utakuwa na nashughulikiwa na vilivyo, utakuwa takuwa na wewe vilivyo vile ambavyo na saili nikakuwa namsikia pale katibu eh, wa utumishi wa umma pale, ama mkuu wa utumishi wa umma anaitwa Felix Koskei akizungumza kuhusiana na swala iliyohusika, akisema kwamba jamani, si vizuri watu wana vyeti feki wana enjoy maisha na wanadhalilisha eh, wengine. Na ukiangalia mno unapata kwamba kuna vyo ambavyo husika katika kupeana vyeti feki Mtu anakuchotea kwa kitu anakupa hongo wewe unapewa cheti. Jamaa anataka kuwahi kukaa darasani, hajui kusoma ni nini, ajawahi kusoma pale lakini kwa sababu anataka kazi nyingine fulani na anataka cheti bas, fanya moja mbili tatu, amepata cheti chake pale na kwa ni hivyo. Okay, ni kuna jamaa amekaa kwa darasa miaka nane, amekuwa aking'ang'ana comrade, amekaa hapo 8 years, amegraduate vizuri second class owners, first class owners, third class owners. Mtu amefanya engineering vizuri kabisa anahitaji kazi, alafu bwana, kuna mtu ana cheti feki anachukua nafasi yake. Hata wewe unahisi huo ni ungwana kweli? Je, huo ni ungwana? Acha niseme kama aliyekuwa eh, mtangazaji mahiri aliyetuacha yule, je, huo ni ungwana? Unaona hii mambo ikwaje bwana. Kwa hivyo msako upo kuweza kuhakikisha kwamba wale walio na vyeti feke wanaogushi vyeti, basi ole wako kama wewe ni mmoja wao. Woi, hapo hata sijui, tutakuombea kweli because hapo <laughs> sasa ni bala. Hebu msikize Felix Koskei offices ya yeah, kusigaibi anasema kwamba inapaswa kwamba wale wanaoadhiri ama wanaoajiri a wafanya kazi. They should authenticate. Huwezi kuangalia wasaili, hivi vyeti jamani, hiki chuo, hivi vyeti viko vipi? Kabla ya kuweza kuja kubainika baadaye kwamba kuna vyeti gushi, ushaona? Ndipo wasipe serikali eh, kazi tena kutenga bajeti ya kwanza kufanya uchunguzi, kuweza kuanza kutafuta watu, misako ya hapa na pale. Nasema kwamba kama una kampuni unaajiri watu, angalia hivyo vyeti vya watu wanaokuja kazi viko sawa, you see? Uu ni usimu wake Felix Koske, akiwa basi ndio mkuu wa utumishi wa umma kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivyo wewe ulio na cheti feki jamani, ole wako wako. Ole wako wa? Ole ole wako, ole wako <laughs> I tell you. Yanayo tendeka hiyo ni kali. Sawa sawa, ni baadhi ya mambo yanayofanyika huko na kule, hapa na pale mtaani, vijijini. Mambo tu, mambo tu, eh? Alafu pia anasema salimia Mbuto eh? Anafanya anafurahi sana asubuhi. Mbuto umesalimiwa. Okay, anasema unamfurahisha sana eee. Anasema hiyo hasla, tuliambiwa ni zawadi, hatulipi sasa <laughs> <laughs> <Zaza>, ana <laughs> Zamani watu walichangamkia hasla fund sana eh. Anasema hiyo ilikuwa ni bonus, hiyo ilikuwa zawadi za ya mahasla, kwa hivyo Bwana Zizi atuchangamki eh? anasema watufanyie kile wanataka lakini atulipi eh? Pawe na kuwaambia, anaitwa Muhenga wa Radio Samaritan, mmoja na Mbuto mwenyewe pale. Anasema kwamba Bishop amung'avo, ndio vile jambo hilo. Ilatamba kusikiliza Samaritan Radio asubuhi ya leo. Anasema ameamka vizuri pamoja na Helen Nyakoa, Samuel Nduku wa Mwanza, Ezekieli Shula, Jeno Losi, Felista Ongoli, Bishop Jared Kadabra, Dr. Walter Amwai, Elkana Atole na mkondo wa duka moja kumsalimia Madam Beatrice Nzanzi wa Mundoli alafu bila kusahau Gilbert Kulundu, Perez Ntanje wa Kombe na all staff Nyanza Community Nursing Home kwa mpigo tena zaidi. Eh, eti aslo fanda amfanye nini, ilikuwa nini, sikumbuki. Wakisema ilikuwa zawadi, walisema kwamba huu ni mkopo ambao unachukua, kisha baada ya muda fulani utaanza kuulipia eh? lakini sasa sisi wa Kenya tumekataa kulipa mkopo kwa nini? Why? Why? <laughs> Unahisi serikali itawahi kuamini siku nyingine kupa mkopo kweli? Samaritan Radio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nashukuru mm. Mungu ametuamsha Bwana Yes, siku ya leo yeye ni mwema mm. Wacha hawa pia waamke mm. mabukolo, wamba wabukolo, na wana Samaritani wengine wote waamuke wawe na siku njema. Thank you sana. Hello. Hey Africa. Yes. Namna gani bwana? Niliona juzi ulifinya mtu hey. Hey, ulifinya mtu bila ya huruma baba. Na, wa wa wa. Achana na watu sasa hivi wawezi kuja ya, ngoja nitakwambia saa moja, saa hii tulia, saa moja nakwambia uhondo kamili, sawa sawa, wacha nianze na huyu mwana woyombe mwana fundi wa Isanda hayati kwenye biashara Amos ya Muli. Hey, unazungumza scratch. Hey, pole baba. Halo. Halo Dennis. <laughs> hey,

Ujumbe, siku ndio hii. Asante sana Bwana, siku ndio hii, watu waichangamkie, tuzidi kuenjoy yes. Msimamo wa siku, yeah, of course, kabla tuzamie awamu nyingine tutakayokuwa nafuata, Bwana wacha tusimame, tukienda nalo kabisa kabisa, na hapa leo hii Bwana katika msimamo wa siku, tutataka tuweze kuangalia hapa kitabu kile ambacho kwa na shiriki pale katika devotion na asubuhi ya leo, tuweze kusimama nacho, ili kwamba jamani, mambo kaweze kwenda vizuri na vizuri tena zaidi pale katika Warumi sura ya nane Warumi sura ya nane alafu nataka tusimame na ule mstari wa 37, lakini katika mambo hayo yote tunashinda zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwamba sisi ni zaidi ya washindi, na ushindi huu unatoka kwake Mwenyezi Mungu, kwamba tunapomkabidhi eh, kazi zetu, maisha yetu, basi yanatushindia katika kila level, na sisi tunafurahi because tuna fura washindi kwa jina lake, kwa kuwa yeye ndiye anayetushindia kwa mpigo tena zaidi msimamo.